Muogope mtu wa namna hii. Mtu anayekuambia kwamba hii biashara ni rahisi sana yani, hii biashara kila mtu anafanikiwa, hii biashara ni mseleleko. Muogope mtu wa namna hiyo na mkimbie. Hakuambii ukweli, anakudanganya, anakuingiza mkenge. Sikia nikuambie, dunia nzima hakuna biashara ambayo ni kamseleleko. Kila biashara inabidi uifanye kwa nguvu zako zote, ulipe gharama. Kuna kufeli, kuna kuyumba, kuna kupoteza kuna kupata. lazima ujue hayo mambo, kuna kukataliwa. Umenielewa vizuri? Unapoingia kwenye biashara na matarajio sahihi au the right expectations, ndipo pale ambapo unakuwa haukati tamaa. Watu wengi ambao mnakata tamaa ni watu ambao mnaingia na wrong expectations na matarajio ambayo sio sahihi. Unatarajia mambo atakuwa mepesi mepesi, rahisi rahisi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mambo huwa ni magumu kwenye biashara na lazima uwe tayari kupambana nayo. Is a Millionaire Mentor Mr Joseph bilionea Ndobandola hapa na kupa tips za mafanikio. Share, like, comment. Lakini pia kama unapenda kuanza biashara kwa mtaji mdogo wa kuanzia laki moja tisini na tano like na uko tayari, njoo ni text WhatsApp, tuanze biashara nikufundishe. Karibu sana.